Uh, wengi tunazingatia vipodozi vya skin care routine, mm, lakini hatuzingatii lishe na tabia zinazoathiri afya zetu, ni kweli. Au afya ya ngozi, wewe unatuambiaje? Uh, mimi ninaamini ya kwamba ni asilimia chache sana, hata inaweza ikaa chini ya asilimia tano. Watu hao yani ni asili ngozi yao kuwa beauty, lakini asilimia tisini na tano ya watu wengi lazima uweke juhudi ili ngozi yako iwe vizuri, nikimaanisha y kwamba endapo wewe usipokuwa makini na vitu ambavyo vinaathiri ngozi yako, lazima ngozi yako itaharibika, ngozi yako itazeeka haraka. Lakini ukiweka umakini utajishangaa kwamba utafanana na wale asilimia chache ambao wenyewe hata unawasikia wanakuambia, mimi sina haja ya kutumia kitu chochote, mi ngozi yangu ni ya hivi hivi tu, watu wananiulizaga ninatumia nini. Wale ni wachache sana katika ulimwengu huu. Kuna magonjwa mengi kutokana na utandawazi wa vyakula, vinywaji. Tunasema kwamba kuna kitu ambacho aga kina punguza ukali wa mionzi ya jua. mm. Sa mionzi ya jua kinapopiga kwenye ngozi, ngozi yetu inaathirika. mm. Kwa hiyo kila sehemu mm. kumejaa sumu mbalimbali ambazo zinaathiri ngozi. Nataka nikuambie mm. kitu kimoja mm. Ngozi ndo kiungo pekee kikubwa ambacho ni namba moja kinaathirika kwa wepesi na mazingira, kwa sababu hata kabla sumu haijaingia kwenye damu inapita juu ya ngozi. Kwa hiyo lazima uwe makini sana na kuangalia chochote ambacho uh, unakiingiza ndani ya mwili, unagusana nacho. Kama kinaathiri ngozi yako, weka mbali. Kwa hiyo kuna uhusiano mkubwa sana kati ya afya ya ngozi na mtindo wa maisha.